Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu akiwa gerezani huko Konga, huko ambapo anaendelea kushikiliwa dhidi ya tuhuma zake mbalimbali, ikiwemo kuchapisha taarifa za uongo pamoja na kesi yake ya uhaini. Moja kati ya taarifa kubwa ni kuhusiana na memo ambayo ameandika kutoka gerezani kwenda kwa Watanzania. Tundu Lissu amegusia mambo machache kufuatia serikali ya awamu ya sita anaoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa siku chache zilizopita mara baada ya kutangazwa mshindi kwa asilimia 98 katika uchaguzi mkuu uliotamatishwa majuma kadhaa yaliyopita nchini Tanzania, huku vurugu pamoja na maandamano vikisababisha vifo pamoja na upotevu wa mali za umma pamoja na mali binafsi. Tundu Lissu akiwa gerezani ameandika ujumbe mfupi katika kikaratasi ambacho kimekuwa kikisambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii chenye ujumbe dhidi ya maridhiano kufuatia serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kutangaza maridhiano juu ya kujenga umoja wa kitaifa kufuatia iliyotokea siku za hivi karibuni mara baada ya uchaguzi mkuu. Tundu Lissu ameainisha mambo makuu mawili, kwanza amesema hakuna maridhiano bila ukweli na uwajibikaji na pili, hakuna amani bila haki. Ameandika hivyo Tundu Lissu kutoka katika gereza la Ukonga huko ambako bado anaendelea kushikilia kufuatia kesi zake zinazomkabili huko, kosa kubwa la uhaini likiendelea kumsubilisha katika kesi yake ambayo bado inaendelea kusikilizwa katika mahakama kubwa sijala ndogo jijini Dar es Salaam na Tundu Lissu amekuwa ni moja kati ya viongozi wa chama kikuu cha upinzani tangu alipotangazwa mshindi katika uchaguzi uliofanyika mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uji wa Tundu Lissu katika siasa za Tanzania kumekuja kufanya mabadiliko kadhaa na juu ya mambo mengi ambayo siku za hivi karibuni yameanza kufichuka na kufahamika wazi. Je, huu utakuwa ni mwelekeo mpya wa kisiasa hasa kama ambavyo walifahamu mm. Katika mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari, Tundu Lissu aliweza kutanabaisha kwamba zitakuwa ni siasa za mshike mshike.